Sikujua kama nitakuta kicha namna hii. Nilidhani tutafika mahala tu share speech atuongee tu, lakini kumbe kuna kuna soka, kuna kuna fursa. Ni mchezo tunaosimamia kwa karibu sana sasa siku hizi, na tunafanya vizuri, lakini nimepata picha kwamba <laughs> tusijikite kwenye timu zetu za taifa za, za, za mchezo huu wa futsal. Nje yake kuna watu wana uwezo kama hawa. Hawa wote tulikuwa tuwajui kama wanacheza futsal, na kati yao kuna Watanzania ambao kwa kusema kweli tukiwafikiria kwa karibu na vipaji waliokuwa navyo, tunaweza kupata mchango mzuri sana kwenye mashindano yetu ya futsal lakini jingine, tunashukuru kwa ubalozi wa China kujihusisha kwenye michezo, na kutokana na mwaliko wao waliotupa, na kwa kauli ya mheshimiwa balozi mwenyewe, wanatualika kiwezekana twende pale kusini tukazungumze mpira. Hilo jambo la muhimu sana, na jambo la faida kubwa sana kwetu kama tutafanya hivyo, na tutaitumia nafasi hii kwa sababu tumepata eh, forum nyingine, platform nyingine kwenye maendeleo ya mpira. Hizi ni timu za makampuni yao. Kuna wachezaji hapa wanaotoka kwenye kampuni ile ya pipeline inayotoka Uganda, shungariani kule Tanga, kuna walioko Tazara, kuna walioko kwenye makampuni yao mbalimbali. Wana, wana timu hizi ambazo kwetu sisi ni hazina. Tunaweza tunapokuwa na maandalizi ya timu zetu za futsal tukawa tunapata mechi za majaribio nyingi. Kutokana na hapo, wanacheza vizuri na wanajua kucheza mpira wa.